Bunge la Djibouti limepitisha marekebisho ya katiba kwa kuondoa ukomo wa umri wa mgombea wa urais, hatua inayomfungulia mlango Rais Ismail Omar Guelleh kugombea muhula wa sita licha ya kuwa na umri wa miaka sabini na saba. Hii ni Trigen Media. Katika kikao kilichofanyika Jumapili, wabunge wote waliokuwepo walipiga kura kuondoa kikomo cha umri wa miaka sabini na tano. Jambo ambalo linamruhusu kiongozi huyo mkongwe kushiriki uchaguzi uliopangwa kufanyika Aprili 2026. Uamuzi huo hata hivyo unahitaji ama idhini ya rais kisha upigiwe kura tena bungeni Novemba mbili au kufanyiwa kura ya maoni ya kitaifa. Guelleh maarufu IOG amekuwa madarakani tangu mwaka 1999 alipochukua nafasi ya Hassan Guledi Aptidon, rais wa kwanza wa taifa hilo. Kipengele cha kikatiba kilicholeta ukomo wa umri kiliwekwa na Guelleh mwenyewe mwaka elfu mbili na kumi, ambapo pia alifuta ukomo wa mihula ya urais kutoka sita hadi mitano. Spika wa bunge Delaita Mohamed Delaita amepigia chapuo mabadiliko hayo akisema ni mabadiliko kwa ajili ya kudumisha utulivu katika eneo hilo lenye machafuko. Dileta ameongeza kuwa zaidi ya asilimia themanini ya wananchi wanaunga mkono hatua hiyo, taarifa ambayo hata hivyo haijathibitishwa. Mara kadhaa, rais Guelleh amenukuliwa akitoa kauli za kutokuwa tayari kuachia madaraka kwa kile alichokidai ni mahaba yake kwa taifa lake, na kwamba akiingia mtawala mwingine anaweza kuligawa taifa hilo iliyopata uhuru wake mwaka 1977 kutoka kwa Ufaransa. Wachambuzi wa masuala ya siasa wanasema mabadiliko haya yanaweza kuwa safari nyingine ya rais Guelleh kusaka urais wa maisha, hatua inayoweza kudhoofisha ukuaji wa demokrasia nchini humo. Guelleh kwa sasa ni mmoja wa viongozi waliohudumu muda mrefu zaidi katika ukanda wa Afrika Mashariki, ambaye amehudumu kwa takribani miaka 26 akishika nafasi ya tatu nyuma ya Yoweri Museveni wa Uganda aliye madarakani kwa karibu miaka 40 sasa, akifuatiwa na Isaisa Isa Aferki wa Eritrea mwenye utawala wa miaka 27. Djibouti yenye idadi ndogo ya watu wanaokadiriwa kufikia milioni moja tu ina ushawishi mkubwa wa kisiasa na kijeshi katika eneo la pembe ya Afrika na mwenyeji wa kituo pekee cha kudumu cha kijeshi cha Marekani barani Afrika pamoja na kambi zingine za kijeshi za Ufaransa, China, Japani na Italia. Nchi hiyo pia inapakana na Somalia ambayo imekuwa ikizongwa na changamoto za kiusalama kwa muda mrefu.